hawakuwa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina waache walio nayo mpaka iwajie bayana, yaani mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu anayewasomea kurasa zilizotakasika. Ndani yake mna maandiko yaliyonyooka. Wala hawakufarikiana waliopewa kitabu ila baada ya kuwajia hiyo bayana. Nao hawakuamrishwa kitu ila wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini wawe waongofu na washike sala na watowe zaka, na hiyo ndiyo dini madhubuti. Hakika waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa Jahanam, wadumu milele humo. Hao ndiyo viumbe waovu kabisa. Hakika walioamini na wakatenda mema, hao ndiyo bora wa viumbe. Malipo yao kwa Mola wao mlezi ni bustani za daima zipitazo mito kati yake wakae humo milele. Mwenyezi Mungu yuradhi nao na wao waradhi naye. Hayo ni kwa naye mwogopa mola wake mlezi Allah, la watu wa kitabu yaani Mayahudi na Wakristo wamejua kutokana na vitabu vyao na washirikina wa Maka wakajua kutokana nao sifa za nabii wa zama za mwisho, na yalikuwa yanatakikana kutokana na hayo ni kuwa wamuamini huyo nabii pindi akiteuliwa, ya lakini alipoteuliwa miongoni mwao mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kuungwa mkono na Qurani, walihitalifiana na wakaacha ahadi yao na vitendo vya watu wa kitabu katika hayo vilikuwa viovu zaidi kuliko vya washirikina. Na hukumu ya watu hawa wote akhera ni kukaa milele katika moto. Na waumini, watu wa vyeo vya juu kwa fadhila, ndiyo bora wa viumbe, malipo yao ni kukaa milele peponi na kuridhika kwa kuyapata wayatakayo na kupewa wanayoyapenda. Hii ndiyo neema ya mwenye kumhofu Mola wake Mlezi. Hawakuwa waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwa Mayahudi na Wakristo na miongoni mwa washirikina waache kughafilika kwao na ujinga wao kutoijua haki mpaka iwajiya hoja ya kukata, na hoja hiyo ni mtume aliyetumwa kutokana na Mwenyezi Mungu awasomee kurasa zilizotakasika na upotovu ndani yake zimo hukumu zilizosawa zenye kutamka kwa haki na kwa yaliyo ndiyo. Wala hawakufarikiana waliopewa kitabu katika Mayahudi na Wakristo ila baada ya kuwajia hiyo hoja iliyo wazi yenye kuonyesha ya kwamba Muhammadi ndiye huyo mtume wa Mwenyezi Mungu aliyeahidiwa katika vitabu vyao. Na hawakulazimishwa jambo katika waliolazimishwa ila iwe ibada yao kwa Mwenyezi Mungu ni kumsifia yeye dini waache upotovu wasimame sawa kwenye haki, na wazipepaa sala na watowe zaka, na hiyo ndiyo mila iliyonyoka. Hakika wale waliokufuru katika watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa Jahanamu, wala hawatatoka humo. Hao ndiyo waovu wa viumbe kwa itikadi na vitendo. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema hao ndiyo bora ya viumbe kwa itikadi na vitendo. Malipo yao afera kwa imani na vitendo vyema walivyovitanguliza ni mabustani ya kudumu yenye kupitiwa na mito kati yake, watakaa humo milele. Mwenyezi Mungu amepokea amali zao, na wao watamshukuru kwa misani yake aliyowafanyia. Hiyo ndiyo jaza ya mwenye kuiogopa adhabu ya mola wake mlezi.